Sisi na nuru okay. Na songa, songa I think oria bado tukonahatoaibadokutsitaitoka Mimi ni nikufe ndo nitoke nikipeleka kwa sanduku ya ah. Na mimi, <coughs> mimi nataka niwaambie kitu moja ndugu zangu, hii siasa inaenda mbali, inaenda di boda wakati tunaongea hapo, na unafaa uongee kitu unajua, unaongea kitu ya maana. Mimi wacha niwaambie kitu moja, nataka nianze mada ya ODM. Ukweli tusidanganyane, ODM ODM, ukiangalia Oburu Odinga, Od, youth leader ule, aenda pumzike nyumbani, kwa sababu ule mzee mimi na muheshimu, lakini ana future. Unajua saa zingine pia unaweza angalia baba yako kwa boma, unaangalia ubaba, hata namwangalia atapona kweli? Uyu baba atakuna ya apele hospitali. Wacha akufe tu. Kwa sabi Oburu watu kiangalia. Oburu kuongea ya kuwake tu peke yake. Oburu. Oburu anafiju. Na wache niwambie kitu moja. Oburu pia lukua mebebe na Raila Amolo Odinga. Oburu ya kuwa anapita. Oburu ya lukua na shindwa. Anaambia Raila usipuni tangaza. Na jinyonga. Sasa nikuulize tu swali. Nikuulize <laughs> tu swali uyu Oburu tu. Nasikia wanaitisha sijui inaitwa mkutano wanaitisha ya nini? NDC. Unafikiria siku hiyo Buru atatoka kwa hiyo ofisi, atatoka kwa hiyo mkutano. Mtapata ujamaa atapatia kazi ngumu na tutaka kuzika tena. Mimi naomba Uburu, endu kwa bonde na bibi yako wawili kwa kufanyia masaji. Hatutaki kukufa mapema. Bado tunataka kutupatia advance, tupatie tupati, vijana wadogo wadogo advance ya siasa. Na mimi naambia for free hapa pale mmekaa. Babu Owino. Sifuna. Wakina Kaleb Amisi. Wale ndio ODM real. Wale wamebaki wale ni wezi, makateli, masanguenya, mabroka kwa sababu ukiangalia watu wanakuambia kwamba tutam tutam, na hawana na ajenda. Nataka nikuulize, huyu huyo buru amekuwa siju miaka naenda miaka rudi, ameshasaidia mtu yoyote ya jacaranda hapa? Kama kijana wake mwenyewe alikuja hapa anatoa 10000 10000 ukipatia watu watakula nini? Sio atakuua kijana wake, anapatia watu wa, so wa bunge 10000 Sasa babaka atakupatia ngapi? Na babaka amefuko omwiri kwa mfuko yeye, atakupatia 5000 nataka nikuulize Oburu ashaipeleka nene kazi. Mimi nataka niwaambie watuwatu odie, muna, watu odie hey, kama bado mnafuata huyu mzee bado mtanyoroshwa tu tena 2027 kwa sababu wale watu wako huko wale wakaja na tumbo yao, wana kaja na Wajaluo. Ndio sisi tunasema, mimi nitafuata kina babu, mimi siwezi fuata mzee, yaani mimi nalalanga na mama mzee. Ukiona mtu mwana support mzee no, analanga na mama mzee. Ukiona mtu ana support mzee huyo ni mtu anapenda, ukipata msichana mwana support mzee. Wewe ni mtu mwana anapenda kudate wa baba wazee. Amezoea baba wazee mashuga dad. Ndio, mimi nawaambia for free mimi kama kidero suba moja kijana kutoka Mfangano, mimi siwezi kufuata hawa watu kwa sababu hakuna kitu amesaidia hata watu hapo Jakaranda. Wewe watu wana support William Samuto wote hapa. Walikuwa na tusi hapa William Samuto. Nini William Samuto amekufanyia? Ndio kwa sababu William Samuto ni mzuri. Mimi hata baba yangu amuke. Wale siwezi pigia yule msemwe tu kura. Hiyo nani sikudanganywe. Hiyo mnitoe hapo. Okay. Huyu yule msemwe Ruto alituambia venye ukanga amesema hapo for free. Ata ataweka Raila kwa Ulibaro ampeleke bonde. Si alimpeleka? Ndio la napumzika bonde na Ulibaro. Ndio la napumzika. Hata nyinyi mwenye bado mnasema mna msupport, mtakaribisha mkienda Siaya. Mimi sitaka kukufa saa hii. Wacha ni kwa opposition. Nikiongelea mambo ya Gachagua. Bwana unajua Kashagwa, mimi nilikuwa napenda Kashagwa. Lakini shida ya Kashagwa, Kashagwa napenda kabila yake peke yake. Kashagwa si mtu mwenye anaweza tetea wa Kenya, yani anakuza tu mlima, mlima, mlima. Bwana, kuna siku naweza kuja kutetea kabila yako peke yako. Hata sisi tukiongea hapa, tunaongea siasa, inahusu wa Kenya wote, sio wa Wajeluo, sio wa Waluya. Ndio mimi nataka niambie Kashagwa. Kashagua, kama wewe siasa imekushinda kaka, kwa mlango ya mama yako, wacha wakina wakina Kalonzo wapange siasa wa na wakina Matiang'i, wewe kwa mlango, tukufundishe siasa. Hakuna siasa yenye unasema mtu wa mlima, yani mlima, sisi naye tuko na mteremko, hata sisi tuko na mlima. Mimi nataka niwaambie watu wa Mount Kenya sisi tunawapenda sana, lakini mwambieni huko asikuwenye abadilishe kuongea kwake, anaongeanga vibaya sana. Huyu jamaa ana siasa, siasa yake ni ya kutenganisha Wakenya ana si, ako na machungu kwa sababu alifukuza kwa kazi. Ndio kwa sababu unaona ako na machungu. Mimi nataka niwaambie wa Kikuyu, tafadhali mtafute watu kama Ndindi Nyoro wa wapange, lakini ule jamaa pia ni kama ali kichwa yake ni mbaya amefiat. Mimi nataka niwaambie Wakenya 2027 kama we ni mwoga, enda ukae kwa Museveni. 2027 tunataka kudeal na makatels wote waende nyumbani kutoka kwa William Samuel Ruto na grupu yake ikienda nyumbani. Nami nataka niwaambie hapa nikimalizia, na unajua hii grupu imeshikana na William Samuel ajai pitisha president. Ah, watu ni watu mafeli atupu. Na kuuliza swali, 2027, walijaribu wakashindwa, 2013, walijaribu wakashindwa, hapa wakajaribu wakashindwa kusema tukishikana, watapita. Wao ndio watafanya William Samuel aende mapema. Ah, watu wako na kitu inaitwa kasi kwa kizungu Ufundishe mtoto miaka kumi mtoto mjengo kitu moja. Najua mnakula si, si, na wao wanadanganya hapa hapa. Hapo Jakaranda kuna kazi kumi bila break. Sisi mtu mwenye atusaidi ndio, kwa sababu tunasema 2027 kama milioni moja hapa tukusupport enda ukae mama yako akusupport. Milioni moja ndio pesa kidogo? 500,000 hiyo ni masambula. Hiyo tunakwambia, ongeza pesa ndugu yangu, ongeza pesa hii ya kura. round ya kufanyia kazi free mwenye alikuwa anafanyia kazi free ni Odinga peke yake, ndio anafanyia kazi free. Wenye wamebaki mtalipia. hata hiyo yenye tunaenda mkutano lazima mlipie. kama huna pesa ya kutupeleka kwa mkutano, wacha nikaa kwa mlango yangu nione TV, kama sina TV wacha nilale wow. Hakuna kazi ya free. Wewe unataka nifanye kazi ya free na naishi kwa nyumba yako. Order, order member. Kuna swali moja. Friend, friend. I have, I have have a question question to the member. And my question is this, my friend. Uh, you are you saying that hakuna uh, pesa ama usaidizi uh, yenye Oburu ama wallet hapa, my friend? Wewe umeona? Iyo yenye unasema kina Sifuna na whatever wameleta nini hapa kwa bunge. If you want to do politics, let us do clear politics. Sell your people. Hao watu wako wametuletea nini kwa hii bunge? Na wameajiri watu wangapi kwa hii bunge? Sisi Sifuna tuko naye hapa Senate. Amai puja hapa akatusaidia my friend. So let us just do clear politics. If you want to sell your person, sell your person in a very clear way. Sisi tuko na uhuru my my friend. friend. Umesema watu wenye tunafuata hujaandika mtu kazi hapa. Kijana mwenye ameandikwa 60000 alikuwa nani, alimwandika? Baba ni mwalimu. Watu ni mambo ya si drama my friend. Aliandika kazi hapa kwanza. iuaumesemawaea

Hiyo niko jolo bwana, mi ni nataka niwambie for free. Oburu anaenda nyumbani, tusidanganyane. Hii anaenda nyumbani, siuoti wazee babu, babu kwa sababu kama si babu ni babu, tusiwadanganye. Kama ezi ozaya babu enda kwa Museveni babu nasifuna, tunatambua. Wamebaki waende kwao, kaa kwa, kwa mlango ya mama zao.